Sasa kwa, kwa, kwa namna hiyo, je, kuna uhusiano upi wa uhakika sana kati ya matumizi ya sigara za kielektroniki uh, na uwezekano wa vijana kuanza kutumia sigara za kawaida au vitu vingine vya, vya vileo kama madawa na mapombe baadaye kwenye maisha yao? Je, kuna vichocheo kuna vichocheo hapo ambavyo vinaweza kupelekea kuama madaraja ya ulevi kwa mtumiaji? Uko sahihi na kwa tafiti za, za hivi miaka karibuni katika nchi za Ulaya inaonyesha kwamba kwa wavijana ambao wanatumia vape hizi sigara za electronic, uh, wao wana nafasi ya mara tatu mpaka mara tano kuweza kutumia madawa mengine ya kulevya. Hebu waambie pale wazazi na, na uh, wageukie tu wazazi na walezi, huo ujumbe unaotoa waupate vizuri sana. Tafiti za kisayansi like zinaonyesha kabisa uh, kwa vijana ambao wanatumia hizi sigara za electronics Uh, nafasi ya wao kwa, kushift au kuhamia kwenye matumizi ya dawa nyingine ni mara tatu mpaka mara tano zaidi katika ndani ya kipindi cha mwaka mmoja mpaka miaka miwili. Vijana ambao wanatumia hizi sigara za kielektroniki wanakuwa kwenye hatari sana ya kuhamia katika vilevi vingine, ukiinganisha na vijana au ukiinganisha na mtu ambaye hatumii kabisa hizo uh, sigara za elektronik. Kwa kwahiyo utumiaji ule tunasema ni unasema ni gateway; yani, ni njia ya kuweza kufungua mlango kwa ajili ya kutumia vilevi vingine kama bangi na pombe, okay. Kwa hiyo ni wanajitia kwenye hatari kubwa sana, utafiti umeonyesha hivyo kabisa, wanakuwa kwenye hatari kubwa sana ya kutumia vilevi vingine.